Ya kwa majina naitwa Julian Agustini ni mtumishi wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga, lakini kwa nafasi hii naongea kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga. Leo tumeandaa shughuli maalum kwa ajili ya viongozi wa dini. Ni semina ambayo tumewaita viongozi wa dini kwa ajili ya kuwapa elimu juu ya masuala ya rushwa katika uchaguzi kwa namna ya pekee TAKUKURU kupitia serikali, tunafahamu nafasi kubwa ambayo viongozi wa dini wamebeba katika jamii kwa maana kwamba wana, wanaunganisha wananchi katika nyumba mbalimbali za ibada na katika maudhui ya imani wanakuwa na sauti kubwa kupitia majukwaa yao katika nyumba zao za ibada, ambapo kupitia nyumba hizo wanaongea na waumini na tunaamini kwamba katika masuala ya imani mapambano ya rushwa pia yanakuwa ni sehemu ya mahubiri yao. Kwa hiyo tunapowaita katika semina hii watapata baadhi ya ma mada ambazo tumeziandaa hasa katika sheria ya uchaguzi, lakini pia na sheria ya gharama za uchaguzi. Lakini mwisho wa siku tunawaomba kama viongozi wa dini waweze kutumia majukwaa yao kuwaelimisha wananchi na kuwahimiza wananchi waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ambao tunaendelea sasa hivi katika nyakati mbalimbali mbali na vipindi mbalimbali. Kwa hiyo tunawaomba viongozi wa dini waweze kuhamasisha wananchi, tarehe 29 Oktoba, waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi bora ambao ni rais, wabunge na madiwani. Zakayo Eno Kabugota ni askofu mwangalizi wa makanisa ya African Church Tanzania dausi ya Shinyanga, lakini ndio mwenyekiti wa makanisa ya Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa mahusiano ya dini mbalimbali mkoani Shinyanga. Kwa hiyo kuja kwangu hapa, mimi naona ni fursa muhimu ambapo sisi kama viongozi wa dini najua tuna nafasi, kwa sababu pia tunahusika na watu na kwa hiyo sisi nafasi yetu ya kwanza kabisa, na hasa sisi kama CCT ni kuombea nchi na na kuombea amani. Kwa hiyo mojawapo ya jambo ambalo tunalifanya sasa hivi ni kuwahamasisha Wakristo wetu kuombea amani, kwa sababu tunajua amani ni kila kitu. Lakini la pili ambalo sisi tuna, tunaona tuna nafasi kubwa ni kuwahamasisha waumini wetu na wananchi wengine pitia platform mbalimbali kwamba waweze kushiriki mikutano ya kampeni na kuwasikiliza wagombea, kwa sababu kwa kweli nadhani tunahitaji kusikiliza sera na zote walizonazo juu ya nini wanahitaji kutoka kwa kwa wananchi. Kwa hiyo ni moja, tunasisitiza wakasikilize wagombea. Lingine ni pale ambapo sisi pia tuna nafasi ya ku... watu kushiriki kwenye siku ya uchaguzi yenyewe kwa sababu kuna wakati ambapo mtu anafikiri ya kwamba kwa nini apige kura e, katika masuala ambayo tuna, tuna, tuna katika mahusiano ya dini mbalimbali ikiwepo Bakwata ikiwepo CCT ikiwepo TEC yani Roman Catholic pamoja na umoja wa makanisa ya Kipentekosti. Katika umoja wetu tumeanza ku, kuona namna gani ambavyo tunaweza kuhamasia Kristo umuhimu wa kupiga kura katika nchi. Kwanza ni, ni jambo la kikatiba, kwa hiyo kusiweko na sababu yoyote ya kususia au kuona kushindwa kushiriki katika kupiga kura. Jina yangu naitwa Askof Jacob Salu uh, kutoka makanisa ya CPCT lakini pia ni, ni katibu e, wa mkoa wa ushirikiano wa dini mbalimbali mkoa wa Shinyanga, yani the interfaith relation komitie Shinyanga region. Kwa waumini wetu tunakwenda kupeleka elimu maalum ya kuelimisha kuhusiana na maswala mbalimbali yanayohusiana na rushwa, kwa sababu jamii yetu inahitaji sana elimu hiyo. Bila elimu hiyo haiwezi kufanya vizuri, na mara nyingi wanaweza kwenda pasipokuwa na, na, na uelewa sawasawa sawa maswala mazima. Kwa hiyo kwanza ni kuhamasisha waumini eh, wetu katika maeneo mbalimbali katika dini mbalimbali kwamba walionea umuhimu swala zima la, la, la upigaji kula, lakini pia wajue kwa ujumla sheria zinazohusiana na maswala ya rushwa katika maswala mazima ya uchaguzi. Aa, lakini pia wazijue taratibu na kanuni kwa ujumla wake ili wakapate kulifanya hilo zoezi kwa uzuri na kwa ukamilifu. Kwa hiyo jamii yetu ikishaelewa na ikajua cha kufanya, tunauhakika kwamba zoezi zima uh, la uchaguzi litafanya kwa uzuri na weledi mkuu. Mimi naitwa Hilali Maksudi, ni shekhe katika msikiti wa Alfaruku. Hili sisi tumelipokea kama viongozi, tumelipokea kwa kwa amani kubwa, kwa sababu ru maisha damu ya kila siku. Sasa serikali imeamua hili kwamba watu wa dini waja walizungumzia swala la rushwa, kwa kweli sisi kama wanadini tumefurahi sana, na ni tuenda kujadili mo ndani, ili tuone ni kitu gani kinachoendelea, na wakati wa uchaguzi utakapofika, tuone tuweze kuisaidia serikali kutokomeza rushwa, kutokomeza rushwa.